Nini anataki? Wale vipi kaka? Hebu nikaangie KPI ya rafiki yangu. Ila iwe lojo usikaushe. <laughs> Yaani mtoto wa kiume anafika sehemu anaagiza chipsi yai tena lojo. Wewe mwanaume lijari anaweza kaagiza lojo? Hizo lojo wanakula wanawake. Lakini wewe mtoto wa kiume eti chipsi yai tena lojo, lojo. Ah, ah, mambo gani bwana? Wewe zuchu. Hizo chipsi yai lojo wanakula kina Nandi, kina yami. Mzee vipi? Mbona chonga chonga mzee? Wewe mtoto wa kike nini?

Silikuwa na efutatu mimi mfukoni jamani. Mama, awemepotea ah. <laughs> Ah, ni fazia hapo, nageuka saivi, ila kama akitokea mtu kama vipi, unaweza ukampa mimi, nitachukua nyingine nikija. <laughs> Ah, onasa, ushapoteza hela, ayarudi nyumbani mama kakuchapa